Alo, kaka, mi hela yangu yote nimempa mwanamke, naomba uniusi hela nyingine nikampe mwalimu, ila ya hata mdogo wangu suli ni wini. Utaacha ujinga mdogo wangu? Yaani mimi nakupa hela kweli, unaenda unafika shuleni unampa mwanamke. Maisha yenyewe ndo haya haya, mdogo wangu. Ewa, tunatoa wapi sasa hela nyingine? Kuna mageti hapa yamechuna, hayataki hata kutoka, natoa wapi hela? Naangaika nakupa mdogo wangu, unaenda shule, unafika shule, unaonga, unaongas ah! Akaka bana, sio hivyo bana, nisamee ah. Tu yani, naomba tu nisamee kaka eh. Amekata.